Mapigano kati ya vikosi vya Thailand na Cambodia yamezuka tena ikiwa ni saa chache tu baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa nchi hizo mbili zimekubaliana kusitisha vita. Hata hivyo, hali ya usuluhishi wa Donald Trump katika mataifa yenye mapigano huenda zinakabiliwa na vikwazo na kupingwa, kwani hata nchini Kongo muda mfupi mara baada ya kusainiwa mkataba wa kusitisha mapigano kati ya Rwanda na DRC, hali ndiyo ikazidi kuwa mbaya. Hii ni Trigen Media, mimi ni Jennifer Mudete. Waziri Mkuu wa Thailand, Anutin Chan Virakul amesema alimwambia Rais Trump kwamba usitishaji mapigano ungefikiwa baada ya kuondoa vikosi vyake vyote na mabomu yaliyofukiwa ardhini. Kupitia mtandao wake wa kijamii, waziri mkuu huyo wa Thailand alisema taifa lake litaendelea na shughuli zake za kijeshi mpaka pale watakapojiridhisha kwamba hakuna tishio la amani yao ndani ya ardhi yake na watu wake. Taarifa zinasema kuwa pande zote mbili zimeendelea kurusha mabomu na makombora katika maeneo ya mipaka. Waziri wa ulinzi wa Kambodia amesema kuwa ndege ya kivita vya Thailand imeshambuliwa kwa mabomu na kuangukiwa majengo ya hoteli na daraja, huku Thailand ikiripoti kwamba watu kadhaa kujeruhiwa kutokana na makombora ya Kambodia. Inakadiriwa kuwa watu ishirini na moja wamekufa katika mapigano hayo na wengine laki saba wameondolewa katika makazi yao kwa usalama wao. Imeeleza kwamba baada ya mawaziri wakuu wote wawili siku ya Ijumaa usiku kuzungumza na Rais Trump juu ya usitishaji vita, ni kwamba nchi hizo zilikubaliana kuacha ufyatuaji risasi kuanzia hii leo siku ya Jumamosi mosi, lakini hali imekuwa tofauti. Hata hivyo, msimamo wa Thailand waliowasilisha kwa Rais Trump ni kwamba Thailand haikuwa mchokozi na kuongeza kuwa lazima taifa hilo lionyeshe kuwa limeondoa vikosi vyake na kuondoa mabomu ya ardhini kutoka mpakani kabla usitishaji wa mapigano kufikiwa kuwezekana. Baada ya siku kadhaa za mapigano makali yaliyosababisha vifo vya watu wengi, nchi jirani za kusini mashariki mwa bara la Asia zilikubaliana kusitishwa kwa mapigano mara moja na bila masharti chini ya usimamizi wa Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa Malaysia Anwar Ibrahim. Hata hivyo pande zote mbili ziliendelea kushutumu ukiukwaji wa usitishaji mapigano, huku Thailand ikichapisha ushahidi wa wanajeshi wa Kambodia wakiweka mabomu ya ardhini ambayo yamesababisha wanajeshi saba wa Thailand kupoteza viungo vyao. Kambodia imesema mabomu hayo yamebaki kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe katika miaka ya elfu moja mia tisa themanini. Chanzo cha mapigano ya wiki hii ni kwamba Thailand ilianzisha mashambulizi ya anga ndani ya Kambodia baada ya wanajeshi wake wawili kujeruhiwa katika mapigano siku ya Jumapili iliyopita. Kambodia imejibu kwa mashambulizi ya roketi. Mapigano hayo yaliathiri majimbo sita kaskazini mashariki mwa Thailand na majimbo sita kaskazini magharibi mwa Kambodia. Mataifa hayo mawili yamekuwa yakigombea mpaka wao wa ardhini wa, wa kilomita 800 kwa zaidi ya karne moja mpaka huo uliochorwa na wachoraji ramani wa Ufaransa mwaka elfu moja mia tisa na saba wakati Ufaransa ilipokuwa mtawala wa kikoloni huko Kambodia. Hii ni Trigen Media.